Hello, leo tena nikaona nisiwe mchoyo jamani. Nikasema niwaonyeshe watazamaji wangu nivifage, ni vifaa gani muhimu unavyotakiwa kuwa navyo wakati wa kutaka kuchora wanja wako. Aa, hapa tutaonyesha vifaa muhimu kabisa ambavyo tutakiwa kuwa navyo wakati wa kuchora wanja. Cha kwanza kabisa tutakiwa kuwa na brush kwa ajili ya kuchorea wanja wako. Brush ya wanja mara nyingi sana inakuwa ina engo kama tunavyoona hiyo brush ilivyokuwa na engo hapo. Lakini utatakiwa kuwa na brush kwa ajili ya kuchania nyusi, na hii brush iko two in one. Kuna brush ya kuchania nyusi, lakini upande huo mwingine ni brush ya concealer. Brush ya concealer inatakiwa iwe flat kama jinsi ambavyo mama tumeonyesha hiyo brush hapo. Lakini pia utatakiwa kuwa na beauty blender kwa ajili ya kublend concealer yako utakapomaliza kuipaka concealer pia utatakiwa kuwa na wanja. Kwenye wanja, kuna wanja tofauti tofauti, lakini sisi tunatumia wanja huo wa Kiss Beauty leo. Na pia utatakiwa kuwa na konsila leo. Tunatumia hiyo konsila ya Mikol. Pia kuna konsila tofauti tofauti, lakini kwa leo tutatumia hiyo konsila ya Mikol. Ah, hivyo ndio vifaa muhimu kabisa ambavyo unatakiwa kuwa navyo wakati wa kutaka kuchora wanja wako. Kama basi umeweza kupenda somo letu la leo, tuandikie hapo chini kwenye komenti na endelea kutufuatilia.